akutokea kwa ajali ya mabasi mawili kugongana juzi na ya mabasi yao kuwaka moto yote na katika eh, ajali ile watu thelathini eh, na nane eh, walipoteza maisha na tulikuwa na majeruhi sita, lakini kwa bahati mbaya majeruhi mmoja ambaye alilazwa KCMC leo asubuhi ameaga dunia. Kwa hiyo sasa tuna E, tuna watu ambao wamepoteza maisha au umetangulia mbele ya haki ni wananchi thelathini na tisa. Na wananchi hawa e, ni wa maeneo mbalimbali, maeneo ya hapa Moshi, maeneo ya Same, maeneo ya Tanga na Arusha. Kwa hiyo e, katika hao sasa watano wametambulika kwa sababu e, walikuwa hawakuungua ha ha ha ha ha sana kwa hiyo postmortem na shughuli nyingine zimekamilika na leo e, wataruhusiwa kuchukua miili yao kwa ajili ya kwenda kuwahifadhi. Lakini wale e, waliobaki thelathini na wa, watatu ambao tuliwahifadhi kwenye hospitali ya KCMC, e, jana tulianza shughuli za kuchukua vinasaba kwa ajili ya kutambua sasa ili miili kwa sababu iliharibika sana kwa hiyo ndugu wa marehemu hao thelathini na tatu walijitokeza, katika hao e, tumepata thelathini na moja ambao ndugu zao na na zile na, e, sample zimechukuliwa, lakini wawili tumechukua tu e, sample kwa ndugu zao, lakini miili miwili ile ilikuwa imeharibika imeharibika sana. Kwa hiyo e, wote thelathini na watatu tumepeleka kwa mkemia mkuu wa serikali, na wametuahidi kwa sababu jana tulikuwa na uongozi wa wizara ya afya, naibu na waziri mheshimiwa Morel, lakini baadaye tulifanya tulizungumza kwa pamoja e, wote kati ya mheshimiwa waziri wa afya e, katibu mkuu wizara na e, mganga mkuu wa serikali na kumwomba mheshimiwa mkemia mkuu wa serikali ili atusaidie kuifanya hiyo kazi. Jana tulikamilisha nsampo zote zimekwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo tunategemea Jumatano zitarudi ili Alhamis tuweze kuwakabidhi miili wananchi wetu hawa na kwa ndugu zao. Sasa serikali imefanya nini? Kwanza e, tunamshukuru Mweshimuwa rais kwa maelekezo yake, wa majeruhi wote waliohudumiwa na serikali ya e, mweshimiwa daktari Samia Suluh Hassan wote na majeruhi ishirini na mbili wamepata ruhusa ya kuenda majumbani wakiwa salama. Hawa tuliokuwa tumebaki nao majeruhi sita wanaendelea watano, sasa wanaendelea vizuri, lakini mmoja kama nilivyosema ametangulia mbele ya haki. E, sasa hivi tunasubiri naibu katibu mkuu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu na timu ya maafa inakuja hapa mkoani, ili tuweze kukaa pamoja na kujua sasa, e, ofisi ya Waziri Mkuu na kwa ujumla kwa serikali kwamba itashughulikia mipango na mazishi ya wenzetu waliotangulia mbele ya haki. E, Rais wetu yuko pamoja na nyinyi, na baada tu ya ajali yametoa maelekezo mahususi ya kuhakikisha namna gani wanatibiwa ambao ni majeruhi hmm. E, lakini namna gani tunaweza tukasaidiana na nyiye ambao mepata matatizo ambayo mmeongezewa na ndugu zenu eh. Kwa hiyo kikubwa nachoweza kusema, kwa sababu kama ambavyo amesema mkuu wa mkoa kwamba kuna ndugu zetu wale ambao wametutangulia mbele za haki eh, miili yao imeungua sana sina, najua baadhi yenu mmeona. Kwa hiyo ni vigumu sana kumtambua hata leo tukiwaruhusu nyie kila mtu tukasema, kila mtu akamchukue wa kwake, hakuna atakayejua wa kwangu ni yupi. Si tuko pamoja eh? Ni yani vigumu kujua nini, wa kwangu ni yupi. Kwa hiyo eh, na kwa kweli ni vizuri kila mtakapochukua, tuwe na uhakika na wewe uwe na uhakika, uliyembeba ni ndugu yako, si ndio eh? Kwa hiyo ombi, ndio maana mkuu wa mkoa anaomba muda wawataalam kufanya kazi na nataka